Mama Samia Suluhu Hassan hoye, na nyinyi wenyewe hoye. Ndugu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kata ya Mfereji, na viongozi wote tuliopo hapa meza kuu, na wajumbe wote na wana CCM wote, mimi nichukue tu nafasi hii kwanza kuwapongeza Mfereji kwa mapokezi makubwa, lakini kwa zawadi mlizotupatia tunasema asanteni sana na Mungu awabariki sana. Hatutakiwi kupoteza muda, ni kulete hapa ndugu yangu kaka yangu rafiki yangu Mwaisumbe, uliyekuwa mkuu wetu wa wilaya. Tunakukaribisha uje na we useme machache. Huu ndo urafiki unaotakiwa kuendelezwa. Karibu Misi Yangai. Mimi naitwa Frank James Mwaisumbe. Nimekuepo katika wilaya hii takriban miaka miwili na nusu ukiacha wilaya ya Longido ambayo nimekuwepo karibu takribani miaka minne. Ndugu zangu, kwanza nilipopata habari kwamba Kapriano ameteuliwa kuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Monduli, kidogo nizimie kabisa <laughs> sikuamini na nilikuwa mbali sana, nilikuwa mbali mno, sikuwepo nchini hapa, lakini nilipopata hizi habari nilisisimka mno na nikajua kabisa, kweli Mungu huwa anajibu maombi. Sisianga kiukweli, nimefanya kazi na Isaac Joseph Capriano kadogo aka Mmepata zawadi, mmepata za baraka, mmepata dhahabu, mmepata treni ya SGR. Wilaya ya Monduli kwa kiasi kikubwa inahitaji sana mtu wa aina ya Isaac. Hivyo mimi, leo niko kuwa hapa kuwaomba kwamba msiishie ninyi kumpokea Isaac hapa, nendeni kila kata kuhamasisha watu wampe kura za ndio nyingi za kutosha, kwa sababu hata halmashauri kuu na kamati kuu ilimpa asilimia themanini na tano za kura zote. Sasa hatutaki tuonekane waongo, na Wamasai mimi nawajua sio waongo Nimekaa na Wamasai, mimi jina langu lingine naitwa Ole Kimani, kwa sababu walinipa jina hilo kama zawadi, wakaniita Ole Kimani. Jamani, nastahili si stahili hivyo. Ninawaombeni sana, ninawaombeni sana, asubuhi na mapema mpeni kura za ndio Kapriano, na mheshimiwa diwani na Mheshimiwa Rais. Naomba nizungumze kuhusiana na Mheshimiwa Rais ambaye ndiyo mgombea kwa sasa hivi. Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu mama, huyu mama amebeba mzigo mkubwa. Dr. Samia Suluhu Hassan amebeba mzigo mkubwa. Alipoingia madarakani kuchukua nafasi ya uongozi. Watu wengi wakasema, sijui kama ataweza. Mimi binafsi kwa sababu nilikuwa mkuu wa wilaya, nilikuwa naijua miradi 48 aliyoiacha Mheshimiwa Hayati Dokta ah, ah, Pombe Joseph Magufuli. Miradi 48 yule mama alianza kutekeleza mmoja baada ya mwingine, mpaka sasa ameweza kumaliza zaidi ya miradi 32. Hivyo ndugu zangu, na yeye ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa kamati kuu na ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri kuu ambayo ndiyo iliyompitisha Isaac Joseph. Kwa hiyo ndugu zangu, itakuwa ajabu sana na itasikitisha na itaonekana si jambo jema kwamba yule ambaye ndiye aliyetupa fursa ya kufurahi leo hatumpi kura. Twende tujitokeze kwa wingi tukampe kura rais wetu, ili aweze kumalizia miradi iliyobaki, lakini pia aweze kufanya kazi nzuri iliyobakia. bigo mo bigo Nimesema tarehe ishirini na tisa ndio siku ya kupiga kura, na watanzania wote wameamua, tarehe 29 wanakwenda kupiga kura kwa ajili ya maendeleo yao, wanakwenda kuchagua siku njema ya kesho, wanakwenda kumchagua Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo ya nchi hii, kwa ajili uhuru, ya uhuru wa nchi hii, kwa ajili ya salama ya mifugo yetu, maji ya mifugo yetu, barabara zetu, elimu ya watoto wetu. Mipango bora ya matumizi ya ardhi yote, dawa ya yani ufumbuzi wake ni kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi moye mseregi oye, Mse oye? Ishirini na tisa tuende tukaungane na watanzania wote kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mbunge, wananchi wa hapa wameshaamua kwamba hawana mbunge mwingine isipokuwa wewe mwenyewe Isaac, na mimi naye kujua sina mashaka, kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa sauti ya wanamonduli kusukuma miradi ya maendeleo. Wakati ukiwa mwenyekiti katika baraza la madiwani, umefanya kazi hiyo kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Mheshimiwa diwani, ulikuwa mwenyekiti wa sisi wa kata hii na ulikuwa na ulikuwa na njia zingine kabla ya hapo ya hapo. Wana sisi na wananchi wa kata mfereji wameamua kwamba wao watakuchagua kwa kura zote. Nataka niwaambieni Dr. Samia Suluhu Hassan, watanzania wameamua kumchagua na wanamchagua kwa sababu ya kazi nzuri aliyofanya katika miaka yake minne na nusu ya uongozi wa nchi yetu. Chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hasan, amani ya nchi yetu imeendelea kusimama pale pale, utulivu wa wa nchi nchi yetu umekwepo umekwepo ustawi wa nchi umekwepo. Matatizo yanayowakabili wafugaji wa yametatuliwa na Dr. Samia Suluhu Hasan. Maji ya mifugo imetatuliwa na Dr. Samia Suluhu Hasan. Maji kwa ajili ya binadamu imetatuliwa na Dr. Samia Suluhu Hasan elimu bila malipo kutoka shule ya msingi mpaka sekondari imetatuliwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkopo wa wanafunzi wa elimu ya juu, vyuo vikuu na elimu ya kati imeweza kupatikana ufumbuzi wake, kwa kukitengwa fedha za kutosha na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo ya Tanzania. Watanzania wameamua kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi nawasihi, tuendeni wote tukampigia kura rais wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan, tuendeni wote tukamchagua mbunge Comrade Isaac tueneni ote tukamchague diwani, hii ndiyo ilani ya CCM. Sehemu ya ilani ya CCM katika ngazi ya mkoa wa Arusha, ina wilaya zote, ina halmashauri zote, na mimi kwa heshima na taadhima na kwa heshima niliyopewa na uongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya Monduli, naomba tukatibu wa wilaya ni mkabidhi ndugu yangu ambapo faya laala rbatmaro laiselendukai aoginavae kariburelikolengedaoloshelini. ngnga mimi niseme tu kwamba ndugu zangu viongozi, nawashukuru na na sana sana kwa kuja kwenye uzinduzi wangu wa leo, asanteni sana. Lakini pia niwashukuru wanamfereji, mmejitokeza kwa wingi sana, mmeonyesha furaha kwa mbunge wenu nawashukuru sana wanamfereji. Kipekee ni kushukuru kwa sababu majuzi tu ulipomara, mara tu ulipoteuliwa ulikuja hapa, tumekuomba kwamba kuna daraja limekatika pale barabara, lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa Mbunge, sasa mkandarasi iko site, kasi inaendelea. Tunakushukuru sana CCM hoye! Wanamfereji, tukitaka kupata barabara kupata maji sahanati, kituo cha afya, kila kitu. Tumbe kura mama Samia tarehe ishirini na tisa. Wangapi wanampa mama Samia kura? Naomba kura zote zilizoandikishwa kata hii ya Mfereji tumpe mama Samia zote. Hebu nionyesheni kama mtampa mama Samia kura zote, lakini pia tumpe mheshimiwa mbunge wetu kura sote Elfu tano mia moja na hamsini na nne zilizoandikishwa tumpe mheshimiwa mbunge, lakini kura zote hizo hizo nipeni mimi diwani wenu, niwe we mwakilishi wenu. Mheshimiwa katibu wa wilaya, huyu si mbunge wakwenda kuongeza idadi ya wabunge bungeni. Huyu ni mbunge kwenda kwa sauti ya wanamonduli. Monduli, Monduli hoye. Hoye. Dr. Samia Suluhu Hassan hoye. Hoye. Na huyu akisema jambo hoye. Akinongona tu, Dr. Samia Suluhu Hassan anatatua tatizo. Ile tatizo dogo sijui la sekondari. Dawa yake mnawachagua hawa madiwani na mbunge na Dr. Samia. Hao watoto wakikutana sekondari imekwisha jengwa kwa pamoja na jitihada zenu. Mseregi hoye. Mfereji hoye. Mheshimiwa mbunge karibu sana mseme na wananchi. Kwanza mimi nishukuru Ala Yaani Kroho Eh namba moja kipembeni rbonnamba mojaaaoo kelianmraoo zawadi, niwashukuru sana kwa zawadi sana sana, lakini kabla sijaenda mbali, Mheshimiwa diwani wa mteule wa kata hii, nichukue nafasi hii kumshukuru sana injinia wa TANROADS mkoa wa Arusha Uliponipa e, hoja ya wananchi kukosa sehemu ya kuvuka, nilimpigia na yeye bila kujali kwamba tuko kwenye uchaguzi tuko wapi, hakatafuta fedha na leo barabara inatengenezwa. Kupitia hadhara hii, nimpongeze sana injinia wa TANROADS mkoa, kwa kweli ameniheshimisha mfereji. Na hata leo nilipofika kukagua, nilimpigia simu na yeye amefika hapo mda kuangalia kazi na ameniahidi kwamba ndani ya wiki mbili pale patapitika, endokidav kwa hiyo nimesema niliweke hilo lakini, la pili, mimi nimekuja kuomba kura, nayela abaketo kake, ninaombeni sana mkinipa kura, angunatnagogo mdada mama Samia aanimeneene tanakoko natokol moraiamen Mama Samia apa amesimama na mimi nimesimama pembeni yake kwa huku, si ndio? Naombeni tarehe ishirini na tisa anda wiki na ludu mpeni Mama Samia kura, yale yote mlio yazungumza, barabara, maji, darongishu shule ya sekondari darasani angaƴe o dactar da ini <laughs> tenintoonto mama samia kura alaaunana dubot pawo ken aminto kura <laughs> kegitoningolo ho lai kegito ningesidai Hapa apasigo kura elifutano kelau mama samia kura elifutano ten fereji kalau kura elifutano ten fereji kelau weriwani <laughs> endoyognana kurai peyere eneba adari

Mwana, vizuri si mnaona? Eh, si mnaona hizo picha hekeni vizuri. Mnampa kura Mama Samia, pembeni yake mnampa Isaac, mwisho yake mnampa nani? e mbaba eh, ning'o mmenielewa? Mnampa Mama Samia. Masai Channel tenebo marashorolosholang